Jaji Mutunga amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari akiwa sambamba na mwenyeji wake jaji mkuu wa Tanzania Muhamed Chande Othman, na kuongeza kuwa katiba itakayopatikana inapaswa kuwa muongozo wa kuimarisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Itakuwa vizuri, na nimesikia kwamba Rais amesema kwamba huenda karudia uh, ku, kujadiliana ku, ya katiba mpya. Kwa hiyo ni, ni jambo la maana, kwa sababu nadhani mkishakubaliana itakuwa uzuri, kwa sababu katiba yenyewe si, si si ati ni sheria peke yake, yaani katiba ina, ni katiba ni mazungumzo kuhusu uh, resources eh, resources uh, mali. Pia Jaji Mutunga amezungumzia umuhimu wa katiba hiyo kujali rasilimali za hapa nchini kunufaisha Watanzania kama ambavyo hayati Mwalimu Julius Nyerere alivyokuwa akihimiza enzi za uhai wake. Hata msimamo kuhusu ikiwa ni ujamaa au kutoka Dar es Salaam, mimi ni Sakwisa Mwaifuge wa ITV.